Kwa hiyo cha kwanza tunalaani jambo hili lililofanyika hapa kwenye maeneo haya, haijarishi mmeingia, haijarishi hamkuingia, lakini kitendo hiki ni cha kikafiri na kishetani, hakiwezi kuungwa mkono na mtu yoyote wa jimbo la vijijini, tuna katibu wa siasa na uenezi, tuna mwenyekiti wa wazazi, tuna mwenyekiti wa vijana. Sogeni huku basi, afah oh. Lakini pia tuna mwenyekiti wa halmashauri ya mji, tuna mjumbe wa kamati ya siasa, tuna mwenyekiti wa halmashauri ya mji na vijijini, tuna katibu wa wazazi na mheshimiwa diwani wa kata ya Kungongwa ambako ndio maeneo haya ambayo ukoe inawezekana imaozekana kuwa ndio. Lakini kuna viongozi wa wao watajitambulisha, na katibu wa siasa na uenezi wa kata, komanda wa mgambo wa kata. Lakini kabla sijasema chochote, sisi jana tulikuwa na kikao cha kamati ya siasa ya almashauri picha za WhatsApp pamoja yeah, na video za kuhusiana na zoezi hili la upataji wa mahindi aa, na kwa hiyo baada ya kikao kile maazimio kika ukaonekana kwenda tukao na tukajue shida ni nini, ye wananchi wetu wameingia kwenye hifadhi au wako nje ya hifadhi. Basi tume, tumeacha magari yetu kule tumeanza mashamba fulani hivi kule ambako tayari mm. tume tumefanya kazi na bahati nzuri tumefika maeneo haya tumewakuta. Kwa hiyo sisi kwanza tunafurahi kuwakuta, si ndiye mwenyekiti? Tumefurahi kuwakuta kuliko tungekuta tayari tumeshafanyika kazi, hamna uh, hata wa kumuuliza. Lakini kwa bahati nzuri tumewakuta, lakini tumeuliza shamba la kule uh, ni la nani, nadhani watakwambia wananchi hapo lakini na hata hapa akuta mama hapo analia, nadhani ndio mwenye shamba kama sikosei. Basi nia na madhumuni ni kuja kuangalia maeneo ambayo je, yako sahihi ndani ya hifadhi au yako nje. Kwa nadhani watu wakulisemea hivi watu wa halmashauri na huyu mwekezaji kwa sisi hatujasema tunaonea au hatuonei sisi, tulikuwa tunataka ka kujitambulisha na kama hivyo mlivyoelekezwa kwamba ni maafande, basi tunaomba tu mwakilishi wa mhifadhi, lakini pia na kutoka mwakilishi kutoka halmashauri, hao watu wawili waliopo hapa ni mwakilishi kutoka kwenye hiki kitalu, lakini walimashauri hayupo. Lakini pia mkituuliza sisi kwamba kwa nini mpo hapa, sisi kazi yetu ni ulinzi mm, ni ulinzi tu kwa watu wanaofanya kazi, lakini mimi naamini kwamba kwenye hiki kitalu kuna mtu ambaye anamiliki hiki na kama kuna mtu ambaye anamiliki, mimi nilitegemea katika msafara huu na yeye awepo, ili aulizwe kwamba hawa watu wapo humu kwa misingi ipi. Je, wapo wapo sahihi au hawapo sahihi? Sasa sisi ukisema tuanze kukuambia kwamba iko hivi samani, iko hivi mheshimiwa, sisi tutashindwa samani. Yaani sisi viongozi tuaja kwa ugomvi sawa, hatujaja eh, kwa ugomvi. Na hata sisi wenyewe huko tulikotokea kuna maeneo ambayo tumeelekezwa. Yaani hapa sisi tulikuwa tunataka tu, sio maelezo insachi yaani kufahamiana tu. Baada ya hapo sisi tutapata majibu kupitia hata kwa wananchi wenyewe ambao walikuwa wanalima hapa. Wala hatujaje kwa ugomvi, sawa, na ndio maana tumejitambulisha kwoo. Uwe na amani kwanza, shusha tempa tu, wala uwe na amani kabisa kabisa kabisa. Aman. Na wala hatujaja iwe kwa eh, kuwashutumu kwa nini mmefanya hivi nani? Haa, sisi hatuko hivyo, sisi ni viongozi ambao tumekuja tena, na ndio maana nimesema, nimetanguliza kusema kwamba tumepata bahati ya kuwakuta, nimetanguliza kusema kuliko tungewakuta wananchi, inawezekana wangalivyotuambia sivyo, nanielewa kama hivyo tulivyowambiwa huko, sawa Hey. Wa, wa, wa, wa, wa upande huu kuna mwenyekiti wa halmashauri ingekuwa na wajumbe wengine ambao wanahusiana na mambo ya ardhi, wanyama, misitu kutoka pia halmashauri, watu wa ramani, watu wa ardhi. Nadhani na wengine sasa, ambao ndio wao walisaini mkataba upande wa wawekezaji, nadhani wao ndio wangekuwa na majibu thabiti thabiti kabisa kwa kuangalia kwa, kwa, kwa, kwa sababu mimi kwanza kuja huku nduma yangu ya kwanza sipajui yani, hata ukiniuliza hapa niko wapi mimi? <laughs> <laughs> to, mimi nipo nafanya kazi okay. Oh, sisi kwa kweli kwa hilo hatuwezi kupata yani, tutaongea tu, lakini kiufupi tutawadanganya, maana hatujui chochote, si kazi yetu ni ulinzi <cały beeping> <talkinazi> <mir> aliyetuleta <satisfied. sharp> Ndio huyo, no bwana, kazi tunayoifanya. Uh -huh. Hii na hii na hii. Le, ni nani ambaye, ambaye ha, yani, kambini kwetu sisi hatuna mm. Mtu halmashauri mm. Kwamba tunakaa naye pa halmashauri hatuna yasema mm. Kwamba labda hatuna. mm. Wow. Hayupo leo hapa yani, pale kambi tunapokaa hatuna mtu halmashauri ambaye tunakaa naye. Mimi hapa nilikuja palikuwa kwa mzee wangu ndio ni la baba yako. E. Anaitwa nani? Mke Petero mfumia eh e, mfumia. mfumia mfumia, mfumia. mfumia. mfumia. mfumia. E. Huyu ni marehemu. E, alikushea kuwa marehemu. Mwaka gani? mwaka tisini na lima miaka yote oh, narima, ni hey, yote narima. Hey, Mokajibu, ulirima, hey, nilirima hmm. <coughs> hey. hey. nimelimia humu tangu mwaka tisini na tisa mashamba nikiwa nimepewa na baba yangu mdogo. Mimi ni mkazi wa Wabugaga. Naitwa Joni Barakuba, Barakuba Joni Barakuba. Naitwa Lame Kibarushe Ngarama, mkaji wa Kabhulanzwili. Mwaka elfu moja mia tisa themanini na tano tunaenda kulima kwenye mashamba ya mababu zetu, sasa hivi naenda kulima lakini bahati mbaya au bahati nzuri nimechukua mahindi mwaka jana, nilima mwaka juzi, shani nilima, wakachoma mahindi mwaka jana tena hmm? mwaka juzi nilima, wakachoma mahindi e, iazikajo anasema kama hapa ni misitu. Sasa mimi nashangaa haipo hmm? na misitu kuna miembe, maparachichi hmm? hmm. Ndizi ndizo hizo mnaziona. Majina yangu ni Samuel Kadogo, ni mwenyekiti wa Halmashauri ya Kasulu BC. Nimekuja leo hapa kufanya ziara, kuona uharibifu uliofanyika wa mashamba ya wananchi. Aa, kwa kweli inasikitisha kama inavyoonekana hapa. Aa, basi kwa sababu bado, tutaenda kujadili, tutaenda kubaini kwamba pengine kwa nini kama Watanzania tumefika hatua hii. E, mi ni waahidi tu, kwanza wananchi poreni sana lakini pale ambapo e, mamlaka husika zitakapotoa ufafanuzi e, tutawajulisheni kwamba ni kitu gani kimeendelea. Asanteni sana ndugu wananchi, wale ambao watufahamiani, mimi naitwa Mbelwa Abdallah Chidebwe ndiye mwenyekiti wa Chama Cha Mapinduzi wilaya Kasulu. Kama alivyotangulia kusema katibu, tulipata taarifa ya kinachoendelea huku. Sasa kwa sababu taarifa yenyewe ilikuwa inahusu mazao, tulikubaliana jana lazima kamati yote ije ione kinachofanyika mazingira haya kwao. Tulimtaarifu mkuu wa wilaya kwamba leo kamati inakuja huku, na baada ya kutoka huku tutakutana na serikali. Tunajua muda mwingi maeneo haya tumekuwa tukiletwa na matatizo ya mipaka baina ya kitalu cha mwekezaji na kijiji cha Chekenya na Kabhulanzwili. Sasa kilichotuleta awamu hii, hatutaki sana kudiri kwenye mipaka, tunakuja kuona ufyekwaji wa mazao ya chakula, kwa sababu mimi najua kama chakula kipo, hakuna uhalali wa kukikata. Uhalali wa kukikata unaweza kufanywa na watu wapumbavu wasio na akili, kwa sababu zipo taratibu ambazo unaweza ukafanya kuzuia hawa wasiingie hapa, lakini sio kufyeka mazao ya chakula. Ni laana, kwa sababu hata kama wangeyaacha mazao haya yasingekosa matumizi. Tuna watoto yatima, tuna watu wasio na uwezo, wangeweza kunani, kuyatumia mazao haya. Kwa hiyo, cha kwanza tuna laani jambo hili lililofanyika hapa kwenye maeneo haya, haijalishi mmeingia, haijalishi hamkuingia, lakini kitendo hiki ni cha kikafiri na kishetani, hakiwezi kuungwa mkono na mtu yoyote. Kwa hiyo tunakwenda serikalini, nakwenda kukaa na serikali ili kwanza zoezi hili lisitishwe. Kama kuna namna nyingine watakavyofanya, hata kama wako kwenye maeneo ya mwekezaji, wafanye namna nyingine, sio namna hii ya kufyeka mazao. Huu ni upumbavu na ujinga na ni mambo ambayo hatuwezi kuyavumilia ku, ku kwa serikali tunayoiongoza sisi. Haiwezekani. Kwa hiyo niwatie moyo ndugu wananchi na niwaambie tena sikuja kwa ajili ya mipaka ya vijiji vyenu na mwekezaji. Nimekuja kwa ufirauni unaoendelea kwenye maeneo haya. Huu ni ufirauni na ni ushetani. Ninasema hadharani na ninakwenda kwa mkuu wa wilaya. Maeneo haya ni ya kwetu ya kiutawala. Lazima tusiruhusu ya mambo yafanyike kwenye maeneo yetu. Haiwezekani. Kwa hiyo ndugu wananchi, tulieni, fuateni sheria. Hata wale kama kuna namna wanavyodai haki yao kama mwekezaji, lakini yeye ni lazima atimize wajibu, na wajibu sio huu wa kuja kufyeka mazao. Hatujawa matajiri wa kiwango hicho, ukizingatia mvua za mwaka huu zinanyesha kwa kusuasua. Basi hata kama hao watu walikuwa hawana uhalali wa kuja huko, basi mazao yangepata uhalali wa kwenda kutumika hata na watu wengine. Sio jambo la na namna hii, Mungu apende. Kwa hiyo niombe tu msafara uendelee. Hapa tumekuta baadhi ya askari, tumekuta wafanyakazi wanao wanaofanya kazi hii. Sisi tunakwenda kuzungumza kwenye mamlaka inayotuhusu, hawa hatujawaleta sisi, kwa tunakwenda kuzungumza na mamlaka inayotuhusu kwa ngazi ya wilaya, kwa ngazi ya mkoa na ngazi ya taifa. Lazima tuende tukalisemee hili jambo, haiwezekani. Kwa hiyo niombe msafara uendelee kwenda kwenye maeneo mengine maana na maeneo ya TFS nao tunasikia haya ni maeneo ambayo yana ni, ya ni muhusika ni mwekezaji wa kitalu hiki. Sasa yapo malalamiko mengine tunaambiwa yapo upande wa TFS ni idara ndani ya nchi yetu, idara ndani ya serikali ya Chama cha Mapinduzi tunataka pia tuende tukajiridhishe kama huko nako kuna ukweli tusiweze kufumbiana macho. Baada ya kusema hayo ndugu zangu naombeni tuendelee na, tuendele na ziara.